Mwaka huu 2026 tunasema usikae na shamba tupu, wala usikae kinyonge, fursa za kilimo na ufugaji zipo. Sasa, leo tuko mkoa wa Pwani, eneo la Vigwaza, ukitoka Dar es Salaam unaingia mkono wa kulia kilomita 4 kufika hapa kijiji cha Buyuni. Hapa kuna shamba lenye ukubwa wa hekari mia tatu na hamsini, lakini tunalikodisha kwa mtu anayetaka kukodi kuanzia um, ekari hamsini. Kwa hiyo kuna ekari hamsini hamsini ziko saba. Kama ukitaka ekari hamsini moja sawa, ukitaka mbili sawa, ukitaka zote sawa. Makubaliano tunakaa mezani, tunajadili, kwa sababu hili eneo lina hati zote za kiserikali, lina coordinates zote za Google, wanaojua mambo ya Google Map na nini. Kwa hiyo ni eneo ambalo halina ubabaishaji. Eneo kama unavyoona hapa limepigwa um, trekta limepigwa haro. Hapa palivyo ni kama kwa mfano mahindi unapanda tu moja kwa moja, vitu kama alizeti e, kunde na nini vinastawi na lina mfumo wa maji pia. Hapa tulikuwa tumefuga sungura, lakini mradi umeulifeze out. Kwa hiyo mtu anaweza kufanya kitu kama hicho akitaka, au mtu anaweza akaamua mwenyewe afanye nini. Unaona? Uh, mabomba haya ya drip irrigation, kilimo cha umwagiliaji kwa hiyo unaweza pia ukafanya kilimo cha umwagiliaji hapa shambani. Asset zilizopo uh, ni kwamba kuna uh, matent ambayo wanaweza wakakaa watu wanaohudumia, lakini pia kuna tractor John Deere linalotembea linaloweza kulima lina jembe lake lina halo yake, kwa hiyo kama unataka kulima Huna uh, haja ya kukodisha trekta toka mbali. Trekta liko hapa na liko linafanya kazi. Pila pia lina halo yake. Na hili shamba pia lina sehemu ambapo unaweza kufuga nyuki, tutaona huku mbele kuna manzuki, lakini pia kuna bwawa kubwa ambalo lina maji maji mengi yanayokuwepo uh, 24/7, lakini kipindi chote cha mwaka halikauki kwenye hilo bwawa. Ukiamua pia unaweza kufuga samaki. Uh, pia unaweza kufanya vitu vingine vidogo vidogo vya utalii kama ukatengeneza sehemu kwa ajili ya watu kuja kuogelea uh, uvuvi wa uh, kiutalii na kadhalika na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo wale mnaokuwa mnatafuta mashamba, haya shamba limepatikana, shamba halina shida kama unavyoona. Ngoja tuendelee kuona sehemu nyingine. Matenti ya kukaa wafanyakazi ni haya kini pia unaweza kujenga vibanda au nyumba nyingine kadiri unavyotaka, inawezekana pia. Trekta hilo hapo na tela lake. Kibanda kidogo cha kufugia kuku kija huku. Pia kuna msingi wa nyumba, unaweza kujenga nyumba pia ukaendeleza kutoka hapa, ama ukajenga nyingine kadiri unavyo weza lakini, ukiangalia hapa pia kuna mabomba kwa ajili ya kumwagilia. Kwa hiyo ni shamba ambalo liko vizuri kwa mtu mwenye nia. Kuna miti ya asili ambayo wakati wa kusafisha pia unaweza kuchoma mkaa, kwa hiyo ukasafisha shamba kwa ajili ya kufuga au kulima, lakini pia ile miti ukatumia pia kuchoma mkaa kwa ajili ya kutengeneza kipato pia. eneo pia lina beacon kwa ajili ya kutengeneza uzio kulizunguka. Kwa hiyo kama mnavyoona hapa, ni kuweka tu waya nazuia ng'ombe wa kutoka maeneo mengine wasiingie shambani, kama unalima ama pia una, unafuga. Kwa hiyo kama mnavyoona liko vizuri, limekaa sehemu nzuri kabisa. Eneo lina mazingira ya asili kabisa kama unavyoona. Kwa hiyo hapa unaweza kufuga ng'ombe, unaweza kufuga mbuzi, kondoo, lakini pia unaweza kufuga ndege kwa maana ya kuku, kuku wa nyama, kuku wa mayai ama vyovyote vile unavyoamua. Mazingira yanaruhusu, kwa sababu unaweza kujenga mabanda popote pale kwenye hili shamba. Na mtu mwingine anaweza akasema, sawa, nataka kufuga, nataka kufanyaje, lakini sina utaalamu. Wataalamu wapo tutakutafutia wataalamu pia wa kuweza kukusaidia kwa maana kwamba um, kwenye hili shamba unaweza pia tukafuga kwa kushirikiana, yani tunaingia ubia kwa mtu ambaye hana uzoefu na pengine anaona mambo yanaweza yasiwe sawa kulingana na kukosa utaalamu. Kama mnavyoona hapa, kuna hii trough kwa ajili ya kuweka maji ya kulishia mifugo hasa wakati wa kiangazi, Eh, ili waweze kupata maji. Kwa hiyo hili ndo bwawa letu, kama unavyoona hapa, unaweza kuvuta maji kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, lakini kama nilivyosema pia, humu unaweza kufuga samaki, lakini pia upande wa pili kule tutaona kuna eneo la ambalo unaweza ukafugia nyuki kwa maana kuna manzuki pia kwenye hili shamba. Kwa hiyo maji sio tatizo lakini pia unaweza kuchimba kisima upande wa pili kule kwenye eka nyingine kama ni ngumu kusafirisha maji. Lakini maji yapo ya uhakika pamoja na kiangazi cha mwaka uliopita na mwaka huu na mwaka juzi lakini bado maji humu hayakauki kama unavyoona. Maji ni mengi sana haya kwenye kilimo cha kumwagilia. Ya, kama nilivyo nilivyosema, shamba lina maeneo mazuri, kwa sababu lina miti pia mikubwa tu ya asili ambayo unaweza kufanya ufugaji wa nyuki, kama unavyoona hapa mizinga ya nyuki hii. Kwa humu unaweza kufuga nyuki wale wanaong'ata, yani wale stinging bee, au ukafuga nyuki wasiong'ata pia, ni wewe tu lakini mazingira yanaruhusu na wanavyoona mazingira mazuri kabisa. Hili eneo pia ni potential sana kwa mtu anayetaka kujenga hoteli. Unaweza kujenga hoteli hapa, watu wakaja kupumzika. Kama naweza kuona kuna nyuki wanatoka, wanaingia pale. Kwa hiyo humu nyuki tayari wamo, pia unaweza kufuga nyuki kwa kutumia mabanda na usanifu kama huu hapa, kama mnavyoona, ni mradi ambao ulikuwa huko umesanifiwa vizuri sana na kimkakati. Kwa hiyo hapa unaweza kuendeleza na kufufua, naona mizinga hiyo, naona manzuki haya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo naweza kufanya immediately au mara baada tu makubaliano ya kuanza uwekezaji. Kwa hiyo si kitu cha kuumiza akili kwamba utafanyaje, ni vitu ambavyo vipo. Haya hapa, tuna mnara ule pale kwa ajili ya kuweka matenki ya kuhifadhia maji kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Kama unavyoona, mipira yote imejaa shambani, hii yote ilikuwa inamwagilia hapa na pale juu pia kuna e, tenki. Kuna uwanda mwingine kwa ajili ya kuweka tenki pale. Kwa hiyo kama unavyoona eneo hili liko wazi hapa, napitisha tu kama ni trekta lile linalima, lina, lina mara moja linavuruga, unapanda kama ni mahindi, alizeti, ufuta na mazao ya namna hiyo. Kwa hiyo ni shamba ambalo lipo kimkakati sana kwa mtu ambaye anapenda kuwekeza kwenye kilimo na ufugaji, lakini kama nilivyosema pia eneo ni ekari mia tatu na hamsini ambalo ni eneo kubwa sana. Mtu mwingine anaweza kaamua kujenga hoteli maeneo ya kupumzika au campsites za watu kuja ku hike kule chini. Unaweza kufuga samaki kama tulivyoona uh, au ukatengeneza kipato kizuri kabisa. Yani mwaka huu watu wamedhamiria kwamba uwe mwaka wa mafanikio lakini kwa kufanya kazi kwa bidii. Watu wengi wanataka kuwekeza, lakini shida inakuwa ni shamba au eneo. Lakini mashamba yanapopatikana kama hivi na mengine tayari yana uwekezaji kama huu, inakuwa ni jambo tu la kuamua kwamba nafanya. Mambo yanakuwa safi ya, eneo jingine la kuweka mnara kwa ajili ya kuweka tenki la maji hilo hapo lakini, sehemu nyingine ipo clear, ni uwanda tu kama unavyoona hapa. Kwa hiyo karibuni sana mnaotaka kuwekeza, kwa maana kama tulivyosema mtu anaweza kukodi ekari hamsini, mia, mia hamsini, mia mbili, mia mbili hamsini au mia tatu, na tunakodisha kwa mkataba kwa maandishi kabisa Uh, angalau kuanzia miaka mi, mitatu mpaka mitano. Kwa sababu ukilima au ukifuga huwezi kufuga miezi sita au mwaka mmoja. Angalau upate tija miaka mitatu mpaka mitano hivi. Lakini yote yanakuwa kwenye maandishi na kila kitu kinakuwa akilia kabisa kwa kufuata kanuni na taratibu zote. Kwa hiyo, karibuni sana kwa watu mnaotaka kuwekeza kwenye kilimo au ufugaji ama kwa namna yoyote unavyotaka kutumia, tunazo ekari 350. Kwa hiyo karibuni sana kwa watu ambao mnataka kupata fursa za mashamba, viwanja na nyumba, mabanda ya kukodi kama hivi. Karibuni sana kwenye hii channel, subscribe. Lakini kama una maswali na nini, sehemu ya comment hapo unaweza ukaandika. Lakini pia kutakuwa na maelezo chini ya hii video kwenye description ya mambo mengine pengine ambayo hayako kwenye video au kwa mawasiliano zaidi namba za simu na kila kitu. Asante sana kwa kutazama. Ah, tuendelee kupambana. Na Mungu akubariki sana.